Taimani waliguberwa ni daktari katika hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya na daktari katika kitengo cha tiba mbadala, naweza kufahamu ndugu yangu? Okay, asante. Mimi kwa majina ni Frank Sanga na ni famasia pia, nahusika na uhifadhi wa dawa za tiba mbadala. Okay, asante. Tupo hapa kwa lengo la kumfahamisha mtazamaji pamoja na jamii kwa ujumla wanaofuatilia mitandao ile ya kijamii yakambea, juu ya uwepo wa kitengo cha tiba mbadala katika hospitali yetu. Sasa naweza kufahamu nini maana ya tiba mbadala? Okay, sawa, nashukuru. Tiba mbadala ni elimu au ujuzi ambao mtu anao amesomea kwa ajili ya kuweza kutambua aina ya ugonjwa pia na kuweza kutibu ugonjwa baada ya kuainisha ile uwepo aina ya ugonjwa kwa kutumia tiba mbadala. Kwa hiyo tiba mbadala inatolewa hospitalini? Yes, hospitali yetu tumeanzisha kituo cha tiba mbadala, ni mwaka kama elfu mbili na ishirini mwezi wa tano. Kwa hiyo kama kuna mgonjwa ambaye hawahi kuzulia katika hospitali zetu aka itumia hizi dawa nyingine ambazo tunazitumia nu hizi dawa za kisasa akashindwa kupata nafuu yoyote

mengi mengi tu ambayo haihusiani nayo. Tiba asili ni ile ile ujuzi ambayo mtu anaupata kutokana na wow. Kulei eza neza kalevu kutoka kwa bibi yake au babu yake au mjomba wake au mtu mwingine yeyote yule, huwa anautumia ule ujuzi. Ujuzi kufanya nini? kuweza kutibiwa Sa. Okay, ungoo na imani potofu kuhusiana na haya masuala ya tiba asili, tiba mbadala yeah. Upi msimamo wako na msimamo wa wa wa tengo cha tiba mbadala kuhusiana yeah? yani okay. Na imani potofu amai kuusanaa tutaka kusema kwamba tiba mbadala imekaa kisomi zaidi ya jamii jamii kwa kiwango kikubwa sana kwa kipindi cha nyuma walikuwa mm, walikuwa wana wanatoa uhusiano kati ya tiba mbadala na mambo ya kiakili, lakini ukija kwa sasa hivi tiba mbadala ni kitengo maalumu, ambapo wizara ya afya imeteua hospitali saba za rufaa ku wanazitoa wanatoa tiba mbadala. Unaona, kwayo ni kitengo rasmi, ni tofauti kabisa na hapo mwanzoni ambao walikuwa wanafikiria. yeah, yeah. Na upi usalama au uhakika wa dawa hizi bas natoa kupitia tiba mbadala sawa. hizi dawa zetu za tiba mbadala nikipenda kuelezea jinsi ambapo tunazitoa. mm. Tunazitoa limwe pamoja, mm. na mbili, mm. ni dawa ambazo zimefanyiwa research kwa muda mrefu, mm. zikaonekana kwamba zina faida kwa mgonjwa, mm. na nyingine ambapo kuna baadhi ya wagonjwa ambao wamekuwa wakizitumia hizi dawa za tiba mbadala, mm. wamepata kupona kabisa matatizo yao Mavano, tuna, mbawa, kwa mfano tuna wagonjwa ambao walikuwa na tatizo la vidonda vya tumbo mm. wengi wao ambao wametumia peptin vizuri mm. kwa kufata ushauri sasa hivi mm. wamepona kabisa na wako safi mm. kuna wagonjwa wa tezi dume mm. ambao wametumia pruka mm. dawa kwa ajili ya tezi dume, wengi ambao wametumia wako vizuri, wanaendelea vizuri, na wengi wanaendelea kutuletea ushahidi kuhusiana na nini? Kuhusiana na na hizo dawa, hizi dawa zetu za tiba mbadala ni kwamba zimethibitishwa zime na mamlaka husika ambayo ni TBS. Kabla zinaingia sokoni, lazima zifanyiwe ali wazithibitishe, kwamba ndiye ni salama kwa ajili ya mgonjwa, au ataonyezekana zikapetea shida mgonjwa ko ni dawa ambazo zinauhakika. Okay, yes, nashukuru na upatikanaji wa isi huduma katika hospitali ya mkoa Okay, nashukuru kwa swali zuri. Dawa za tiba mbadala kanifaika na hizi tiba, mgonjwa anakuja hospitalini kama kawaida, anaanzia pale wakiini, anaonana na daktari. Akishaonana na daktari mgonjwa astoka ndipo daktari anaweza kaamua kwamba benga atumie tiba dawa za tiba mbadala au Kutoka hapo, it... it... akaja akapata hizi hizi tikofela. Unaona, amezitumia zile kwa muda mrefu, hakuna faida yoyote kana kutumia ajiona kana ambaukianza hiyo akai ametumia kana kwamba apate mabadiliko hasa, daktari anakuja kuamua kwamba ameshatumia hizi dawa asijakusaidia. Kwa hiyo sasa ambacho anaamua yeye anaamua kwamba huyu mgonjwa sasa hivi anatumia peptin. Okay, anatumia peptin ndani mm. ya wiki mbili, anamkuta mgonjwa amesha improve na wengi wao wamepona. Kwa hiyo kumbe mgonjwa anakuja anafuata taratibu zote za matibabu anafuata taratibu zote za matibabu ambazo zinatakiwa zifuate. Nashukuru sana, nashukuru sana. Mm. Sasa swali la mwisho, so, ambayo labda natamani muueleweshe tu. Mm. Mm. Mm. Hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya ni dawa gani ambayo inapatikana? Okay, tuna dawa nyingi ambazo zinapatikana kwa ajili ya tiba mbadala. Ndio. Eh, ya kwanza kabisa ni peptin ambayo ndio dawa sasa inafanya vizuri na watumishi wengi sana ambao wana matatizo mm -hmm. ya tendo la tumbo. Mm -hmm. Pia na baadhi ya raia ambao wenye matatizo mm -hmm. ya tendo la tumbo wamekuwa wakifika kwenye duka la dawa la hospitali la community pharmacy kwa ajili ya kuweza kupata huduma hiyo dawa. Ni mm -hmm. dawa ambayo so, sokoni na pia ni dawa ambayo inafanya vizuri. Ndio. Kwa hiyo tuna peptin, ndio. Alafu pia tuna ni mm. kwa ajili ya tezi dume, ndio. Wagonjwa wengi sana wenye ambao dawa wametumia hii dawa tuka wenye tezi dume ambao walikuwa wanapata shida kwenye kukojoa, sasa hivi wanakojoa tu vizuri na matokeo yake ni mazuri, imeendelea kujitengenezea umaarufu. Tuna dawa kama dollar. Dollar ni kwa ajili ya kuweza kuongezea kinga za mwili kwa ajili ya kuweza kufanya ngozi ya mwili iwe laini. Tuna dawa kama inatumika kwa ajili ya vidonda vya tumbo mm. Pia inatumika kwa ajili ya kile kipindi ambacho kulikuwa kuna korona, ndio korona, yeah. Kwa hiyo yenyewe inafanya vizuri kwa, kwa fupi kwa dawa za changamoto dawa za changamoto mbalimbali ambazo zina msaada mkubwa sana kwa mahitaji. Basi nakushukuru sana ya pia nichukue fursa hii wakaribisha wananchi na jamii kwa ujumla ambao wana matatizo mbalimbali kufika Mbeya mm -hmm. ili kuweza kupata huduma hii sasa hii so, inapatikana maeneo ya Forest Mpya ukifika hapa utaweza kupata huduma hizo. Sawa. labda kwa kuongezea pia tuna hii juisi ya Nimevit hii ni moja ya kati ya juisi nzuri ambazo zina virutubisho tofauti tofauti inapatikana katika hospitalini kwa bei rahisi tu shilingi elfu tatu mia tano hii juisi ni juisi ambayo wakina mama wale wenye chi ndo inapandisha, wale ambao wana upungufu wa damu yao tumia, ambayo ina mchanganyiko wa vitu tofauti tofauti, inapandisha wingi wa damu. Pia ina madini kama potassium, wale wenye changamoto ya potassium, ina magnesium, ina calcium, alafu pia ina ina vitamin C ambayo ni nzuri sana, ambayo ina manufaa